Ndugu mtazamaji, nataka nikuonyeshe baadhi ya changamoto ambayo huwa inajitokeza kwenye kilimo cha nyanya, hasa zinapoanza matunda. Kama unavyoona, hizi ni nyanya aafu huku chini zimekuwa zimekuwa kama vile zime, zina weusi, zina kama unavyoiona, hii nyanya hii ni nyanya ndogo, lakini tayari ina kitu kinaitwa kitako, kwa maana ya kwamba huku chini ambako chini ya nyanya huku inakuwa ina weusi, alafu inaoza. Kwa hiyo hapa tayari imesha haribika, haifai kwa maana ikiwepo, unatakiwa tu uzitoe, wala hata zina sababu ya kuendelea kuwepo kwenye tawi kama hivi. Sasa hii inasababishwa na nini? Hii inasababishwa na, na upungufu wa vitu viwili, upungufu wa maji na upungufu wa madini ya calcium. Wakati mmea unavyokuwa kama maji, hasa wakati mmea unavyoanza maua unapata maji ya kutosha kila wakati, hakikisha mmea una maji ya kutosha yasizidi wala yasipungue, yawepo ya kutosha. Lakini pia uhakikishe kwamba mmea unavyoanza maua na matunda pale, uhakikishe umeweka mbolea ambayo ina madini ya calcium kwa ajili ya kuongeza kiwango cha calcium kwenye mmea, ili matatizo kama haya yasije yakatokea, kwa sababu wakati mwingine unakuta mkaribia nani yote imetokeza ime vitu kama hivi, yani mfungu zima la nyanya ile, yani ule mkono kama huu nakuta wote nyanya zote zimekuwa na kitako. Sasa mwisho wa siku ni hasara, ukiwa unatupa nyanya kama hizi utatupa utatupa, mwisho wa siku unajikuta utatupa boksi uta, la pili la tatu la nne la, la kumi, mwisho wa siku nusu ya shamba umetupa kwa sababu hii hapa. Kwa hiyo inahitaji umakini, ni vitu ambavyo vinatatulika, angalia maji, angalia mbolea unayoitumia, unakuwa umetatua. Usisahau kutumia vile vibusta busta zenye madini ya kalishamu kuna busta zipo nyingi sana, ukienda madukani zinapatikana busta ambazo zina virutubisho hivi vya vya, vya calcium. Kwa hiyo usi, usiache kutumia vitu kama hivyo kuepuka ile tatizo, na uwezi jua litatokea au litatokea kwa, ni bora kinga kuliko tiba. Ni bora uweke, usisubiri kwamba ah, mimi alizi yangu haina shida na nini. Hapana, tumia mbolea, weka. Itasaidia si tu kwamba inatatua ile tatizo. Mbolea yenye madini ya calcium inaongeza, ina ubora pia wa matunda, inasaidia ubora wa matunda yanakuwa mazuri. Kwa hiyo ni hivyo tu, ndugu mtazamaji, kama una swali usisite kuuliza hapo chini. Karibu.